Namba tuzungumze tu kwa ufupi. Kikubwa ambacho nataka nifahamu ni wapiga kura wangapi ambao

Mama unaitwa nani na unatokea wapi? Mimi naitwa Amina basta natokia... hmm. Na ulipofika hapa, pengine umepata nafasi ya kuhakiki majina yako kama yapo